Kitovu ambacho kimetoka nje kama hiki, kwa kizungu kinaitwa hernia. Unahitaji shilingi ambacho utaki, utafunika na wipes ama kitambaa, alafu utengeneze msalaba hivi. Shilingi ufunike na wipes, kisha utengeneze msalaba, uweke na kitu kama bandage, kwa chemist ama pharmacy inaitwa strapping. Sasa utafinya hiyo kitovu hivi, hapo ambapo panaingia, usindirie hicho shilingi hapo katikati, kisha ufinye na hiyo nini umefunga. Sasa kitatoka nje. Lakini lazima ukaze kidogo. Ni vile ninatumia mkono mmoja, lakini ndio jinsi ya kufunga hicho kitovu ili kisitoke nje, matumbo ya mtoto yasitoke nje, kwa sababu ikitoka nje yaweza kufungana ama, yaweza wanaita strangulated, yaani itajifunga ama ikazwe na kitu, itamfanya mtoto tapike asikule, atakuwa na uchungu na itabidi umemkimbiza hospitalini, kitu ambacho kinaitwa emergency, itakuwa kitu cha emergency. Lakini ukikufunga hivi ni chafu sana. Sana. Unavyoona, ukiona haijashika waweza rudilia hicho bandage juu strapping, lakini pia umzuie mtoto asiwe analia sana, usimwachilie mtoto awe analia sana. So, maana ya kitu hiki ni kuzuia matumbo ya mtoto isitoke nje, wakati analia kwa katika hiyo shimo, kwa sababu kitu ambacho kinafanya kitovu kinakuja nje ni kwa sababu pana shimo hapo, haikujifunga vizuri, na kwa sababu haikujifunga vizuri matumbo yake yanapata njia kutoka nje, ndio kwa maana inafura. So, tunaweka shilingi hiyo ili kuzuia njia ya matumbo yake isije kutoka nje, especially wakati analia. Ningekuwa sijafunga saizi, kitovu chake kingekuwa nje. Yes.